mada ya kusema ni namna gani tutaboresha na kupendezesha shule za Qur'ani ziweze kutekeleza malengo yake kama ipasavyo. Ni mada iliyokuwa kubwa sana kwa mtu kama mimi kuweza kuizungumza kwa sababu ya uchache wa elimu, aidha experience iliyokuwa ndogo, lakini japokuwa na hayo yote, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala anifanyie wepesi na anirahisishie katika haya machache niliyojitahidi kuyaandaa yaweze kulitekeleza hilo au kuweka mwanga katika yale yatakayotufikisha kunako hayo. Nimeandaa nukta tano za haraka haraka ambazo tukizipitia inaweza kuwa ni njia ya kuboresha halakati za Qur'ani tukufu.

Wakati tunaisomesha Qurani hii, ni kwa mwalimu na kuwa na ikhlas wakati tunasoma na kuhifadhi Qurani, na hii ni kwa mwanafunzi. Na maana ya ikhlas ni kuisomesha Qurani au kuisoma Qurani ikiwa kwamba katika nafsi yako hauna malengo mengine isipokuwa ni kufikia radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ikhlas

Mwalimu lazima aondoe kwanza hudhudh na mapenzi ya dunia katika nafsi yake, na aifanye hii shughuli kwamba anajisogeza kwayo kwa Allah subhanahu wa taala, asiangalie ule mshahara anaopewa. Wakati fulani azakuwa mshahara anaopewa mwalimu ni mdogo, kwa sababu ule mshahara mdogo ule, anafika anatia katika nafsi la maisha ni magumu, na aslani hizi pesa anapata hapa, hakuna chenye zinasaidia kwa nini nijichokesha? wanafunzi 20 30 wako mbele yangu, nichoke nichoke na wakati hakuna chenye napata. Nikiumwa kitundu mimi mwenyewe ndo tafia kwa mganga ha? hakuna mwenye atanijua katika hawa au wazazi wangu. Ukitia mawazo ya hivyo, hala hapa hala kaendelea, utakuja unasomesha kwa uvivu. Ukipata wanafunzi wawili watatu, wenyewe labda ndo wanakipaji wana mashallah, ata ukiwarudilia mara moja wanakamata vizuri lakini wale ambao wako na mstao wa chini wanahitaji nguvu zako mara mbili mara tatu mara nne mara tano, wale watakosa nafasi. Kumbe wenye watakuwa na fora kila siku kwako ni hao wawili. E bana, mbona hao wengine 18 waliobaki wako nyuma? Hao watoto wajifunzi afanyi muraja nyumbani, anakuja anachelewa, kumbe sababu ni wewe. Na ile inatokea kwa sababu unapewa mshahara mdogo, au tuna miezi mitatu watupokei, yani baadhi ya halakat kuna mishahara natoka nje Yani, nakawia miezi mitatu haijafika na maisha ni magumu kwanza, na matatizo kadha wa kadha nyumbani falidhalika. Hii mitihani ipo tunajua kama ipo lakini lazima ufanye kitu kwa ajili ya Allah, mtizame Allah Subhanahu wa ta'ala. Midamu umekubali hiyo kazi ya kusimama ukawasomesha wale wanafunzi, mwangalie Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye atayekulipa mwanzo na mwisho, alafu kile kinachokuja katika mshahara na mengineyo kitie nafasi ya pili. Ili litakuwa ni muhimu sana katika kutuendeleza, na vile vile mwanafunzi inabidi awe na ikhlas, na mwalimu amsaidie kumlea kunako ikhlas. Anapokuja kuanza kusoma Qur'ani, iwe malengo yake ni kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili litamsaidia mwanafunzi, hii Qur'ani atashikamana nayo maisha yake mazima haitakuwa ni kitu tu anachokipitia katika sehemu kadhaa za muda kadhaa katika maisha yake, alafu akianza shughuli zingine katika maisha yake anaachana navyo yani. Mwalimu anapomwona mwanafunzi anakuja kuhifadhi Qur'ani kwa nia kwamba misabaka imeshakuwa mingi ya ndani na ya nje, na huenda ukisoma vizuri vizuri, ukihifadhi vizuri, kakusanya kipato kilichokuwa kikubwa katika fedha na mapato ya dunia. Hii fikra ni fikra ambayo si sahihi. Kwanza inavunja ikhlas kwa yule mwanafunzi, na wakati fulani tena mwalimu ndio anamjenga mwanafunzi hivo: fanya muraja vizuri, soma vizuri, misabaka hivi imeshakuwa mingi na mimi najuana na watu wanaweza kusaidia ukanda musabaka fulani na fulani na fulani, na fulani fulani. Ikitokea huyu mwanafunzi kasoma kwa ajili ya hiyo nia alafu kwenye musabaka akupata nafasi ya mbele, hakupata zawadi iliyokuwa kubwa, kina athiri katika nafsi na nafsia anarudi nyuma. Unaona mwaka jana gisa ilivyokuwa na huu mwaka sio mmoja, au huenda amejitahidi mara mbili mara tatu mara nne, lakini anaona wapi, hapati nafasi, anapunguza juhudi. Au labda juhudi zake zinakuwa ni wakati misimu ya msabaka imesogelea hivi, tuko kwenye Rajab, tutaingia Shaaban, anafanya juhudi ya kusoma vizuri. Ikishaisha Ramadhani, kwa sababu misabaka inakuwa imekwisha, amna misabaka tena mingine, anapunguza juhudi na uenda anapotea. Fadhalika ili jambo la kukosa ikhlas upande wa mwalimu au mwanafunzi linatufanya tunakuwa na wanafunzi wa misimu na wanafunzi wa maslahi, na hawa wafaulu katika chochote. Huyu mwanafunzi anamaliza katika halaka Qur'ani nzima, anashiriki katika misabaka, baadaye anakuwa inabidi aingie katika maisha mengine, kama anavyotokea kwa kila binadamu. Akiingia katika shughuli zingine, Qur'ani yote anaisahau, anaona tena asio nafasi yangu bin nafasi yake watoto chipukizi ambao waangaliki na nguvu ya kwenda kwenye halaka, wafanye murajaa, wafanye misabaka. Lakini mimi nishakuwa nishakuwa na familia yangu, najishughulisha na, na mambo yangu, mimi tena sio mtu wa hayo. Hayo tunawaachia watoto wa halakati. Na haya makosa kwa sababu alihifadhi Qur'ani, kwa sababu hana ikhlas, kwa malengo ya dunia. Na yale malengo ameshampita kwa sasa, hawezi kushiriki misabaka, ameshakuwa. Lakini kwamba tukiwafundisha wanafunzi wakawa na ikhlas, huyu hata akitoka kwenye halaka amekwisha maliza, akaenda kwenye shughuli zingine, atajua kwamba hii ni ibada aliifanya kwa ajili ya Allah kumbe ni lazima atenge katika maisha yake muda kadhaa wa kuweza kufanya murajaa wa Qur'ani, na hivyo atahifadhi Qur'ani maisha yake mazima. Na tumeyaona haya katika sehemu mbalimbali, unakutana mtu ni daktari mkubwa kwenye hospitali, lakini ni hafidhul Qur'an na yuko murajaa, na murajaa na ana muda wake endelesha kazi yake vizuri, na huku pembeni yuko na murajaa wa Qur'an, kwa sababu wa kuhifadhi kwa ajili ya musabaka. Angelikuwa amehifadhi kwa ajili ya musabaka au kwa ajili ya jambo fulani halas, angelikuwa hivi, amekwishaondoka au angelikuwa amehifadhi kwa sababu awe imamu fasi fulani, amekosa huyo imamu au wamemtoa pamkuja mabadiliko msikitini, na iko tena imamu anafika, anaachana na vya Qur'an na kwenda kwenye vitu vingine, asingelikuwa yuko na Qur'an. Kumbe tukitaka kitu cha kwanza halaka zetu ziwe sawa na ziendeke kama inavyotakikana, ni kuwa na ikhlas, na tuelewe kwamba aya ambayo yanaeleta mapato ya dunia katika masala ya Qorani ni wasail na sio ahdaf, ni njia na sio malengo. Yani qorani haihifadhiwi kwa sababu tuende kwenye musabaka. Musabaka ni wasila, njia tu. Yani sio lazima kila mwenye amehifadhi qorani aende kwenye musabaka. Hapana wala sio kila aliyohifadhi Qur'ani akwenda kwenye msabaka, tuseme kwamba huu sio hafidh jeu kuona kwenye msabaka ta umoja? Hapana, kwa sababu njia ni nyingi na kufikia kuna kulengo, sio lazima ujilazimisha na njia tu moja wakati njia ziko nyingi tofauti. Kwa hiyo lengo la kuhifadhi Qur'ani ni ibada katika ibada zingine, kumtoa mtu ambaye eh, amekibeba kitabu cha Mwenyezi Mungu na ni kiigizo wa tabia za Uislamu na vigezo vilivyokuja kwenye Qur'an kama jinsi walivyonitangulia katika kuzungumza waliotangulia hapa katika masheikh. Idhan, ilo jambo la ikhlas lazima tuwe nalo na tumegundua, hata baadhi ya halaqa zingine, unakutana wamejaaliwa kutoa wanafunzi waliokuwa bora kulikoni wenzao, ili jambo linawapa ghurura na alujbu wanasahau ikhlas, wanatoka wanasema, sisi wanafunzi wetu kila wanapokwenda bwana, hakuna mwenye anafua dafu katika wanafunzi wengine, ah mwanafunzi fulani ule, ah ule ule hawezi kuwa kama wetu. Angalia kwanza walimzao gisi wako, aya yote ni katika maneno ambayo la ya yambaghi, hayafai ha? kujifakharisha na kuwa na ujub kwa ile taufiqi yenye Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. Idhan, mwenyezi Mungu anapokuwafikisha katika amali yoyote ile miongoni mwa amali njema inabidi umshukuru kwayo Allah subhanahu wataala, na umuombe akuzidishie. Na ukiwa mwalimu wa halaqa ukaona labda wanafunzi wako wanaendelea vizuri kuliko ni halaqa zingine, si katika maslahi ya dini kuiponda ile halaqa, kwa sababu nyote mnafanya kazi moja na nyote malengo yenu ni mamoja, kuwatoa wa watu ambao ni mahfadhul Qur'an, ambao wana vigezo kumbe dauro yako ni kuombea dua wale na kuwanasihi na kuwatakia kheri, ili waweze kuwa mfano wako au zaidi yako, kwa sababu hili ndilo litakalotengeneza uh, lile lengo ambalo nyie wote mnalo likusudia. Falidhalika ikhlas lazima iwepo kwa walimu na wanafunzi, na daiman kukumbushana, kwa sababu kuna mambo ya kheri, shaitani huwa anawapitia watu sana na kuwaletea wasiwasi ili waweze kutoka. Kumbe daiman tukumbushane ikhlas katika uwanja wa kuisoma Qur'ani na kuifundisha. Nukta ya pili, halaqat za Qur'ani ni lazima pamoja na kuisomesha Qur'ani, lakini lazima pia tufuatilie malezi ya Uislamu katika kusomesha Qur'ani, kwa sababu kusoma Qur'ani na kujihimiza na mwenendo wa dini unavyosema ni vitu viwili ambavyo haviachani vinafuatana. Ametusomea hapa e, mzungumzaji shekhe alipotuambia kwamba maswahaba wa Mtume Allah waridhie walikuwa wanasoma aya kumi awazipitishi isipokuwa kwanza wamejua maana yake zinazungumza nini, alafu na wamejichunguza, je, yaliyokuja katika maana ya hizi aya kumi tunayafuatisha au bado kisha ndio wanakwenda kwenye aya zingine. Kwa hiyo manhaji ya mtume Sallallahu alayhi wasallam katika kusomesha Qurani ni manhaji inayo kwenda na vitu vitatu. Kitu cha kwanza kujua kusoma, kitu cha pili kuelewa unasoma nini, kitu cha tatu tatbiq, kufuatilia yale unayo yasoma. Na hili wamelizungumza wakalipanua sana hii nukta kwamba anayesoma Qorani lazima tabia zake zende pamoja na Qorani, na haya hayawezi yakapatikana isipokuwa halaqa za Qorani zikiweka mfumo wa malezi uendane na kuisoma Qorani. Haifai malezi ya mtoto wetu kwenye halaqa ya Qorani au inje ni mwanamziki au binti kwenye halaqa ya Qorani, lakini nje tukiona barabarani mwenendo wake na anayoyafanya yako tofauti na mtu mwenye kuibeba Qorani hii inakuwa ni khalal, ni upungufu fulani katika halaqa ka za Qur'ani. Kwa hiyo lazima tuangalie eh, malezi ya Kiislam kama yanaendana na hii Qur'ani, yani malezi wanayopea wa watoto kwenye halaqa yanaendana ya na hii Qur'ani wanayoisoma. Nuqta ya tatu ambayo nayo ni muhimu na hasasa tuiangalie, eko tahsinu ta'limi walada, kuboresha namna ya kusomesha na kuboresha utekelezaji wa hii kazi ya kuisomesha Qur'ani. Hichi ni kigezo muhimu sana katika kuboresha halakati za Qur'ani zifikie katika mustawa unaotakikana. Na katika kuboresha jambo la kwanza ni kumtafuta mwalimu anayefaa. Haifai kila mtu mwenye anasema kwamba nilikuwa fasi fulani nikahifadhi juzu 30 njoo hapa kwetu, tunakuangazia unakuwa mwalimu kusomesha Qur'ani. Yani katika makosa halakati zetu yako nazo, kwa sababu sio kila mtu mwenye ametoka kwenye halaka naye anafaa kuwa mwalimu wa kuwasomesha wenzake. Hapana, inafaa tuchunguze, je, u mwalimu vigezo anavyo anavieneza vya kumsomesha mwanafunzi na kumtengeneza kuwa sawa kwa sababu kupuzia hili jambo takuwa kila siku tunasema mbona halaka zetu tunasomesha miaka mingi lakini wanafunzi wetu wanaonekana mustawa ungali chini? Aaai e, ni kwa sababu walimu wetu ambao tunajua kama wako wanasomesha lakini fil hakika hakuna chenye wako wanasomesha. Kumbe lazima katika kuboresha namna ya kusomesha tuangalie kwanza mwalimu anafaa. Hii ni nukta ya kwanza. Baada kujua kama mwalimu anafaa, sio hapo hapo tunamwangaje. Je, yuko na istidadi? Yuko tayari kuifanya hii kazi? Kwa sababu kuna mwalimu anafaa, lakini ni mvivu, hataki kujichokesha. Yani, uko na wanafunzi kumi, lazima uwasikilize murajaa murajaa. mimi niko na juzu, mimi niko na nusu ya juzu, huyu ajuzu anambia nisomee, tu karatasi mbili hapa, karatasi moja hapa, sawa, inatosha. Huyu mwalimu hivi anatuharibia kazi. Kwa sababu gani? Ya uvivu wake. nanaza kuiko na ujuzi mwalimu anajua ahkamu tajwid, lakini ni mvivu. Anaona nikimsimamisha mwanafunzi katika kila kosa la madda, kila kosa la ghunna, tukaanza kusimamishana hapa, ntachoka ntasema sana, hata tu nimwache asome hivyo hivyo. Yangi ataenda kukutana naye kule mbele. Hapa panakuja daura ya usimamizi wa halaka. Je, u mwalimu vile alivyokuwa navyo anavifikisha ipasavyo tahsin? Lazima kila halaka ijichunguze, kweli inafanya tahsin, inasomesha vizuri Mwalimu awe mzuri na atekeleze vile ambavyo ni kazi yake katika kusomesha, avitekeleze ipasavyo. Lazima ajue ahkamu za tajwid na aziwafikishie wanafunzi sawa, wanasoma. Na haswatan wale wenye wameshainukia inukia katika, wanafunzi wengi wanajua tu kuhifadhi Qurani ni kuisoma mwanzo mpaka mwisho basi, unaisoma mkicho aya, masala ya kujua madda, ghunna

Naam, mkiarabu mkiarabu hakuna tofauti, lakini huyu mfumo katika kusoma ni lazima, kwa sababu maimamu waliupokea. Laiti tusingelikuwa ni lazima, tusingeliona vitabu vyote vya maimamu vinaafikiana kunako huyu mfumo. Mpaka kosa hata umoja akajitoa akasema sio lazima ili jambo falidhalika, yutanabba, tuzindukane kunako hilo jambo.

huruf za ghunna ajue madda ya haraka ine madda haraka mbili asibichanganyi. Wanafunzi anafadhi Qur'ani nzima, lakini hajui madda haraka sita ni ipi, madda haraka mbili ni ipi, habitofautishi. Katika matatizo yako kwenye halaka na midamu, halaka zetu nyingi zingaliki na hili na hili tatizo, katika walimu na katika wanafunzi. Tusahau kama tutaona maendeleo katika halakat. Baadhi ya halaka zinasema, lakini ni kweli tunaelewa sisi kwenye tuko ali ambao tuko nao, kwa kweli, anajitahidi katika kuhifadhisha, anaweza kumhifadhisha mwanafunzi vinaingia kichwa, lakini ilim yao katika masalaya ni lazima. Hapa pa mjifunze namna gani mtapata mwalimu wa ziada wa kuwasaidia wanafunzi kunako hilo jambo. Msisalimu hivyo, hivyo mna, mna, mkatia mikono juu basi, hatuwezi hatuna mwalimu na hivyo hapana. Jitahidini namna mtampata huu mwalimu kwa hali yoyote ile, kwa sababu haiwezekani wanafunzi wenu mmeshafikisha juzu kumi kumi na tano ishirini waendelee hivyo hivyo bila kujua tajwidi mpaka anamaliza Qurani nzima mpaka wakati fulani anageuka kuwa mwalimu au imamu wa msikiti au wakati fulani wengine tumeona mpaka wanajaji misabaka lakini ahkamu tajwidi hazijui. Ni yani, yani katika matatizo ambayo tuko nayo lazima tuanze kuyatibu kwenye halaka, taalimi ya tajwidi iwe kwenye halaqati mwanafunzi asifikishi juzu kumi ajasoma ahkamu za kawaida kwenye tajwidi, ili jambo tulifanyie nguvu. Na zile halaka ambazo ziko na upungufu katika waalimu wa hii fanni, wafanye namna yote wa kumtafuta mwalimu hata kama ni wa kumtoa nje, kumwazima au kumtoa pembeni au kumwazima kwenye halaka nyingine, au kama sio mwalimu hata wakuja siku zote, lakini awatengee siku kadhaa katika wiki wanafunzi zao aikae, ili aweze kuwasomesha. Lakini mkiachia tu hivyo, mnaenda hapata kuwepo maendeleo yote yale katika halakati. Nukta ya nne ambayo ni muhimu katika kuendeleza halaka zetu, tanmiatu kudurati tulab ni kuendeleza vipaji vya wanafunzi. Tunapokuwa kwenye halakati za Qur'an, mwalimu anapaswa kujua vipaji vya wanafunzi wake. Anaona huyu kabisa kichwa chake anahifadhi sana, na huyu mashallah makhariji yake anatoka vizuri, na huyu anajitahidi lakini hayuko kama huyu, na huyu iko chini. Anapaswa kuwagawa wanafunzi na kila mmoja ampe kile anachostahiki. Sawa huyu ambaye mwanafunzi yuko juu, inabidi mwalimu ampe inaya iliyo kubwa kwa ajili ya kuendeleza kipaji chake kisiwezi kushuka chini wala kikafa. Yani unakutana mwanafunzi Masha Allah anahifadhi vizuri, anamaliza juzu 30 na huenda makhariji yake yako vizuri eh, amehifadhi juzu 30 na angaliki tu bas na nguvu ya kuendelea kuhifadhi, unakutana cha hatari tu basi, na anabadilika, anageuka kuwa ni mwalimu msaidizi pale kwenye halaka hivyo hivyo amemaliza kuhifadhi kwenye halaka au madrasa, wanafukua na mwangajio anampa kazi, anakuwa ni mwalimu msaidizi. Sio kitu kibaya kuwa mwalimu msaidizi, lakini hichi kipaji chenye anakuwa alikuwa nacho inafaa kukiendeleza, pasha kumpa irshad, kumwelekeza, ebana, wewe naona uko juu kimustawa, unaonaje ungechukua elimu nyingine zaidi ya hii ambayo uko nayo umeshahifadhi juzu thelathini

Halakati za Qurani zinaweza kufanya tansiq, mkusanyiko wa pamoja, wakakusanya wale wanafunzi ambao ni wenye vipaji katika wanafunzi zao. E, bana si katika hii halaka yetu a wanafunzi watatu tunaona kabisa vipaji vyao viko juu na wale na wale na wale. Mashallah, leo tushakuwa hapa kwetu na waalimu ambao wanajua, wanajua ilmu qiraati tofauti tofauti na kadhalika, na hivyo wakapelekwa kwa ule mwalimu akawaendeleza katika hii fanni kumbe hizi halaqat za Qur'an zimewapigisha hatua iliyokuwa kubwa hawa wanafunzi, na kesho watatoka kuwa ni vigogo katika fani, kulikoni halaqa ziendelee kama miaka kumi au ishirini iliyopita. Mwanafunzi akishafikia juzu salasini hakuna kingine chenye kinazidi hapo juu, hilo linakuwa ni katika matatizo. Vile vile kuendeleza wanafunzi katika lugha ya Kiarabu, kujifunza lugha ya Kiarabu kwa mhifadhi Qur'an ni jambo muhimu sana, ili aweze kuakiba na mambo mengine yatayoendana nayo. Vile vile kujifunza yani ahkam za fiqh ya swala, yani ajue swala na yanayoharibisha swala na imamu atakuwaje na kadhalika na hivyo. Kwa sababu tumegundua halakati zinatoa baadhi ya wanafunzi mifadhi Qurani nzima lakini usikuwa imam, kwa sababu hajui mathalan swala ikiharibika, akisahau katika swala atafanyaje kwa sababu gani haya ya kumpitia shuleni. Kumbe katika hii nukta ya kuendeleza vipaji vya wanafunzi tuweke haya mambo, kuwafundisha fiqh ya swala kwa sababu kesho awe maimam, kuwafundisha tafsiri ya Qorani kwa sababu waelewe ni nini wanayoyasoma, na vile vile wale wenye kuwa na vipaji kwa kuwaendeleza katika ilmu tofauti kama tafsiri na qiraati na vinginevyo. Nukta ya mwisho ya kumalizia ambayo itatusaidia katika kuendelesha shule za Qurani, atansiq baina almadaris alquraniya, shule za Qorani zinabidi ziunde alliance umoja kikao na baraza linalojumlisha viongozi wao, ili kila mara wao wanakutana mara kwa mara kwa ajili ya kuangalia changamoto zinazowakabili na kubadilishana experience katika hii kazi ya kufundisha Qurani mnaotumia na watoto wadogo nyo wako chini ya miaka saba kwenu. Tunaona halaka yenu na watoto wadogo lakini wana maendeleo makubwa. Sisi kwetu wanatusumbua. Wana, wale wana experience kuliko sisi wanatupa. Bwana wala ukitaka kujua njoo kwetu, wala usendi kwa wale, ili jambo litavunja fani na litafanya hii kazi inaendeka vibaya. Kumbe uhusiano uwe ni mshikamano na kusaidiana na kubadilishana experience na kazi katika uh, wanaotumika hii kazi. Hayo ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alinijaalia kuyakusanya kunako hii mada, kama kutakuwa na kuongeza au la kukosoa